Mlango wa arobaini na saba. Haya, shuka, keti mavumbini, ewe bikira binti Babeli; keti chini pasipo kiti cha enzi, ewe binti wa Wakaldayo; maana hutaitwa tena mororo, mpenda anasa. Twaa mawe ya kusagia, usageunga; vua utaji wako, ondoa mavazi yako, funua mguu wako, pita katika mito ya maji. Uchi wako utafunuliwa, naam aibu yako itaonekana, nitalipa ni kisasi, simkubali mtu yeyote. Mkombozi wetu Bwana wa majeshi ndilo jina lake, Mtakatifu wa Israeli. Kaa kimya, ingia gizani, e binti wa Wakaldayo, maana hutaitwa tena malkia wa falme. Nalikuwa nimekasirika na watu wangu, naliutia unajisi urithi wangu, nikawatia mkononi mwako, wewe haukuwatendea rehema, uliwatia wazee nira yako nayo nzito sana. Ukasema, mimi nitakuwa bibi milele; hata hukuyatia hayo moyoni mwako, wala hukukumbuka mwisho wa mambo hayo. Sasa basi, sikia haya, wewe upendaye anasa, ukae na kujiona salama, wewe usemaye moyoni mwako, mimi ndiye wala hapana mwingine zaidi yangu; mimi sitaketi mfano wa mjane, wala sitajua kufiwa na watoto. Lakini mambo haya mawili yatakupata katika dakika moja siku moja, kufiwa na watoto na ujane; yatakupata kiasi kitimilifu, uchawi wako ujapokuwa mwingi na uganga wako mwingi mno. Maana umeutumainia ubaya wako, umesema hapana anionaye. Hekima yako na maarifa yako yamekupotosha, nawe umesema moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu. Mimi kwa sababu hiyo ubaya utakupata wala hutajua kutopoa kwake; na msiba utakuangukia hutaweza kuuondoa, na ukiwa utakupata kwa ghafula usioujua. Simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako, uliojitaabisha nao tangu ujana wako; labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako; na wasimame hao, wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Tazama, watakuwa kama mabua makavu; moto utawateketeza, hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto. Hautakuwa kaa la kukota moto, wala moto wa kukaa karibu nao. Ndivyo watakavyokuwa mambo hayo uliyojitaabisha nayo; wale waliofanya biashara nawe tangu ujana wako watatangatanga mbali nawe, kila mtu akienda zake; hapa atakuwa na mtu wa kukuokoa.